Wacha kuangalia jirani yako. Ni wewe na Mungu, mimi Yesu. Yesu mnyororo ya nyaunauuuunin ama aha Watoto <todayana> wako Jeova, wataendeleaje ndani ya umateka kwa nchi ya ugeni? Waweza kufanya lolote kwa nchi ya ugeni? Waweza kupiga hatua kwa nchi ya ugeni? kuna vi

In the name of Jesus. Every bondage. Kila kifungo juu ya mtu yeyote ndani ya ibada. Baba mwenye huruma. Baba mwenye huruma. Baba mwenye huruma. Sisi mateka tuna viduni lakini havitafanya kazi. Jesus, tuna vipawa lakini havifanyi kazi katika nchi ya ugeni. Tuna neema kwenda mbali lakini hapa ieni ana tumetekwa nayo.

odas minyororo ya giza tunaibamba kwa jina la Yesu. Minyororo ya damu ya familia na ukoo. Uko rika bosa Bwana bwana bwana, nikomboe nikomboe nikomboe, mtu mtu ambie ambie ndani ndani ndani ya ya hii hii minyororo minyororo minyororo minyororo minyororo, kwa kwa hiyo hiyo baba baba, sijui I I don't know how I got myself into that. Oh, Jesus.

Wakasema hiyo iyo, siende mahali, mwambie Bwana nifungue ni kutumikia, nifungue ni kutumikia. Maana mateka kwa nchi ya ugeni siwezi fanya lolote.

Nimetambua siwezi imba wimbo wa Bwana kwa nchi ya ugeni, kwa umateka. Siwezi tumia kipawa changu kwa umateka. Yesu nionee huruma. Jumapili

ambaye ule pepo aliyokufunga shetani, kuanzia leo, toka kwa maisha yangu, toka kwa maisha yangu, toka kwa ndoa yangu, toka kwa watoto no wangu, toka kwa huduma yangu, toka, achilia, achilia nyota yangu, mali nyota yangu ya ipo

Baba ni asante. Asante. Simama. Kuna kamboja simama. Inua mikono yako miwili juu. Inua mikono yako miwili juu. Sema Yesu. Niko huru. Nafunguliwa. Kutoka, kutoka kwa laana. Kutoka kwa laana. Nafunguliwa. Funga macho yako acha kuangalia mtu, sema nafunguliwa, kila maagano ya, ya, ya ukoo ya familia ya majina ya wanadamu ya wachawi ya majini, na ikataa kwa jina la Yesu. Minyororo yote ianze kukatika juu ya maisha yangu, ianze ya kuondolewa juu ya maisha yangu inafunguliwa kwa jina la Yesu. Kazia hapa mbele hapo kwa madhabahu hadi kule nyuma, nguvu za Mungu zitashuka kwa hiyo mikono cheanaweka uwimbo imbele nguvu za Mungu zitashuka kwa hiyo mikono, roho wa Mungu atakochukia baba de basa kaboshaya masa, fungua sasa watoto wako Kwanzia hapa nimesimama kwa madhaba hadi kule chini, fungua watoto wako, aliyefungwa na pepo la kufa mapema, aliyefungwa na pepo la maangaiko rika ya bsaatakbayaaa roho wa Bwana naguza mtu sasa. Kuna mtu anaguzwa na Bwana, kuna mtu anaguzwa

Tumwa sana nyota. Nyota yako ifunguliwe, nyota yako ifunguliwe. Mara ya kwanza neema inashuka, mara ya pili neema inashuka shuka, mara ya tatu ndiyo neema inashuka. Kuna mwingine ataongea kwa ndimi, mwingine atasikia tu nguvu zimejaa ndani yake ni kama machozi yanatiririka, ila ni kama mikono yake imekuwa mizito. Moto wa Mungu umeshuka juu yako. Kuna watu na 1 wanaguzwa na Bwana, moja mbili tatu. Moja mbili tatu ni yeye. imeshuka kuanzia madhabahuni inatembea hadi kule nyuma kwa mtu anaguswa mali alipo wacha kuangalia jirani yako huyo ni roho amekugusa roho ameshukia mtu roho ameshukia mtu anaondoa vifungo ndani yako huyo ni vifungo vinaenda vifungo vinaenda kwa mtu anaguswa roho ameshukia mtu roho ameshukia mtu roho ameshukia moto kwa mtu anaguswa na bwana kuna mtu anaguswa na bwana kwa mtu anaguswa

mwafina wapo huru sasa, lana sote zina boboka, zina boboka, zina boboka. Minyororo ina katika, ina katika. Toka nani ya mutu wa Mungu, wewe pepo, toka nani ya mutu wa Mungu, toka nani ya mutu wa Mungu, toka nani ya mutu wa Mungu, toka

Inua tu mikono yako, funga macho yako. Roho wa Mungu mwenyewe tu anakuhudumia. Utasikia umekuwa mapesi tu. Utasikia umekuwa mapesi. Mwingine utasikia umeanza kuongea kwa dini. Maana roho anakujaza. Na Bwana ananena kwa mtu hapa ya kwamba amekumbuka watoto wake na leo ni siku ya kufunguliwa kutoka ndani ya umate. Roho Mungu anatembea kwa kanisa. Acha kufikiria kitu, fikiria Yesu tu. Huyo ni Roho anakutembelea, huyo ni Roho anakutembelea, ni Roho ni Roho anakutembelea. Ni Mungu anakutembelea, ni Roho ni Roho Mungu anakufariji, umelia machozi muda mrefu Roho Mungu anayapanguza machozi yako. Kila lipo panga tu inuke hivi. Kulitokea shida. Haujui inatokea wapi. Inchi ya ugeni. Tumbeni kwa inchi ya ugeni. Vini yetu ya vitaenda kwa inchi ya ugeni. Jesus. Kuna watu wamefu.

Nahitaji kurudi katika neema yangu. Nahitaji kurudi katika baraka zangu. Nahitaji kurudi katika ushindi wangu. I decree that you are delivered. I decree and declare your deliverance. I decree and declare your deliverance. In the name of Jesus. Deliverance of a marriage.

Nabwana asante, melifungua Bwana asante, amelifungua aana huru, amelifungua kwa jina la Yesu natangaza, wamefunguliwa hapa. Kuna lembaji kama nema nakuna manabii kuna mitume leo le na watu wapo na neema ya ajabu, wamefunguliwa. The Lord is saying umefunguliwa, na kuanzia leo unawekwa huru, makanisa umefunguliwa. Mungu ameona machozi yako ya simu. Mungu amewafungua, Mungu amefungua kanisa lake. Mungu ameona ming'ang'ano, wewe unang'ang'ana tu. The Lord has seen your struggle Mabo sharabasa kaya. Sasa neema ya Mungu itatembea na wewe, itatembea na wewe, itatembea na wewe, itatembea na wewe. Asante Bwana, Asante Bwana, Asante Bwana ibo sharabasa rikabasa